Rais William Ruto ameonekana uh, kuwasuta na kuwadhalilisha viongozi wa upinzani akisema uh, anasisitiza uh, kauli yake kuhusu kwamba viongozi hao hawana sera, hawana maono na kwamba hawana mpango wowote wa kuendesha taifa. Akionekana uh, kujipigia kifua, baada ya chama cha UDA kwa ushirikiano na serikali jumlishi kuvuna pakubwa katika uchaguzi ndogo zilizoandaliwa jana Alhamis, Rais Ruto kwa mara nyingine tena amewakejeli wapinzani kwa kukosa kupata wadhifa wowote ule wa kisiasa akisisitiza kuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 atawabwaga asubuhi na mapema. Nimepangana na viongozi wetu, siniliwaambia siniliwaambia watachelewa. Sasa sikulikuwa na uchaguzi mdogo jana Kenya eh? sikulikuwa na uchaguzi mdogo jana Kenya? kati ya wabunge saba na seneta walipata hata moja? Walipata hata moja kutoka Mbere kwenda kule Magarini kwenda kule Malava kwenda kule Banisa kwenda Baringo kwenda mpaka Kasibul mpaka kule Unguja, hakuna hata kiti moja walipata kwa sababu ni watu hawana sera Wananchi wamewatumia ilani, wamewatumia notice. Wasipotafuta sera ya kuambia hawa wananchi 2027 aha, tutawanyorosha asubuhi na mapema mapema, nyi munanielewa mapema. Sasa ndugu zangu, watu wa Nakuru, <clears throat> Ndugu zangu, Ndugu zangu watu wa Nakuru, wacha mimi niwaulize sasa, niwaulize, hata kama wewe uko na huruma kiasi gani, mtu ajenda hana, maono hana, sera hana, mpango hana, huyo mtu utampatia nafasi? Si atakuharibia nchi yako? Si hiyo ni kutubeba ufala, ama munasemaje, watu wa Nakuru, ama munasemaje? Munasema tuendelee na kazi, tuendelee na kazi. Wale majamaa wa ukabila na chuki na fitina, tuwachane na wao, ama munasemaje? Wale majamaa ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, ajenda hawana hata akili sasa. <laughs> Yani, ala kumbe munawajua yani, kumbe munawajua. Wale majamaa munawajua, wale watu wa fitina na ukabila na chuki mnawajua. Ati mumesema ajenda na mpango na maono na sera na akili, salala! Naonekana mambo ya hawa jamaa imeumana.